Kupoa, niambie Mula Omari mwenyewe. Ah, Mungu ni mwema kwa kweli, tunavuta tunasogea. So kilichopo hapa tuangazie, baada ya kurudi kambini na maandalizi yake ya kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya kushiriki kombe la mapinduzi ambalo tayari limeshaanza kutimua vumbi Dar es Salaam. Yanga Afrika timu bora Tanzania, timu bora Afrika Mashariki na kati kwa sasa, ina uongozi bora na chama bora. Tumeanza mazoezi Jumatatu, baada ya kutoka mapumziko timu di mazoezini kujiandaa na mapinduzi kapu na ligi ya mabingwa barani na Afrika na ligi ya bc Tanzania bara yeah. Tumeona mmefanya ingizo jipya tayari rasmi mkimtangaza mchezaji mmoja huku mkihusishwa na wachezaji mbalimbali, so tayari mmemchukua kijana kutoka pale TRA hey, na ameshajiunga na wenzake kambini kwa ajili ya mazoezi kuungana kwa ajili ya kombe la mapinduzi. Ah, usajili wa mwaka huu Yanga Afrika ni shadogo tumemuingiza Emmanuel Mwanengo Emmanuel Mwanengo, lakini kia likiamka nikilala, nikiamka nikilala, nikiamka kia TTS Yanga tu, klabu vingine vyote vya visiki. Mwisho wa siku tubaki sindo kwa timu kubwa. Tumeingiza ingizo la kwanza na imata ingiza maingizo mengine kwa mujibu wa uongozi wanavyosema, tunakwenda kupambana, kwa kisha tunaimarisha na kuwa bora zaidi tumalizia kwenye msimu ambao sisi wana Yanga tunahitaji, lazima tuwe na timu bora ili ubora wetu tuonyeshe kwenye pichi ili tupate mafanikio ya vikombe. Unavyozungumza mafanikio ni ya vikombe, sio kusajili, sio kuwa na timu ya kucheza cheza tu, ili muwe na vikombe. Tunakwenda kwanza na kikombe cha Mapinduzi. Ni wazi sasa, kama Tialaeli limekuwa kama shamba lenu la kwenda kuvuna. Wakati Tialaeli hajabadilishwa jina kutoka Tabora United mlienda mkamchukua kijana kabisa, mmekuja tena, mmeenda kuvuna tena. Safari hii tena mchezaji ofenchola yuko pale, mmeenda kumchukua tena, Mwandengo amuoni kama lile limeshakuwa kama ni shamba leno, labda nikuambia kitu ndugu mtangazaji, sisi mchi ya Tanzania timu ngumu kwetu kupata mchezaji ni iko moja tu Azam FC. Hii ndio timu ambayo inatusumbua sana kuto kuvuna wachezaji wao ambao tunapohitaji. Sio Simba, hakuna kitu Simba, Simba tushavuna sana, misimu mitatu minne. Hasa wagumu kwetu sisi kama kwa wachezaji wote tunamhitaji, tunavuna tu, tunachukua wachezaji, lakini kutoka Simba ambao mikataba yao yameshaisha. Lakini sasa ametoka Simba huyo Wisho e, Kunu, kwa yapo, kutuzia, wataki, asubiris, nae, mkataba sio mchezaji afai kucheza Simba, kwani Mohamed Hussein Shabalala ananiambia, Simba alikuwa hawamhitaji, chama alikuwa hawamhitaji lakini mwisho wa siku Simba nako tunavuna vile vile, kwenda kumchukua kwa Emmanuel Mwandengo kutoka Tabora, kutoka TRA, TRA United. So, ni wazi kwamba Ofensi Kola amefeli ndani ya Dar es Salaam, wakafika siku moja, mkaamua muende kuongeza mtu mwingine kwenye safu ya ushambuliaji. Hapana, viongozi Yanga sasa hivi na kitu kimoja wanaangalia talent ya mchezaji. Mwisho wa siku ndio wachezaji wetu wa ndani wale, kama mchezaji ana talent nzuri, unamchukua. Yanga akifika anakuja kumuongezea kitu, akifanikiwa, maana yake tunakuwa na mchezaji bora katika nchi yetu ambaye ashakuwa ametoka Chalai t... United amekuja Yanga Afrika. Haangalii sio kwamba kila mchezaji anakuja kumtoa mwenzake. Mimi na imani Shikola atakuwepo kwa sababu wote ni wa Tanzania. Hapa tuwakuza wachezaji wetu kwenye vilabu vyetu vikubwa. Vilabu vidogo wanacheza lakini ndoto zao kuja vilabu vikubwa. Usiwe mchezaji hmm, mdogo yupo kwenye timu ndogo anapambana na nini? Lengo lake hasa ni kuja kucheza Simba ama Yanga. Kwetu, tunaangalia tumeangalia talenti yake, ndio maana viongozi wamevutiwa naye wamemsajili Wachezaji wengine wapo ndani ya Yanga tu kama anaelea elea. Usajili wa wachezaji 30 waliocheza kumi na moja sabu saba. Mwisho wa siku kila mchezaji atakuwa na nafasi yake, na wachezaji kibao, lakini wachezi wote wanacheza maingizo mapya, yule siku na kucheza na Yanga sasa wewe kucheza lakini, nafasi ana kipaji, tusimchukue kwa sababu ya mkani acheze, au Faridi acheze, au sijui Edmond John acheze mpira huko hivyo moja kwa moja. Ni wasio bora Tanzania. Bado usajili wa Dar es Salaam Young Africans bado unaendelea, inaonekana ni wazi sasa. Baada ya timu ya taifa ya Uganda kuaga mashindano ya chani, ni wazi sasa tutaanza kulisikia rasmi ni jina la Alan Okelo likitangazwa maeneo ya viunga vya jangwani pale. Tuombe dua, inshallah Mwenyezi Mungu akijalia, kama ameshasajiliwa atatangazwa, lakini kama bado, tetesi zitaendelea, kwa sababu mwisho wa siku Alan Okelo ni tetesi, na bado zingine tetesi zao zipo kama nilivyokuambia. Sasa hivi tetesi Tanzania mzima klabu ya Tetesi ni moja tu. Vilabu vingine visijili viko wapi au visajili au si ndo waoga? Watu subiri viongozi wakimsajili hala ni Okelo anatangaza. Hii watu subiri subiri kwa sababu isiyo kusubiri. Dili ikamilika anatangaza hapo hapo ili alekee mapinduzi. Tunataka kucheza mapinduzi. Kocha wa Simba tayari ameshaanza kambi, ameshaanza kambi kwa ajili ya kuwanoa wachezaji wake. Kocha anaonekana mwepesi akizipiga moja mbili tatu yeye mwenyewe akiwafundisha namna gani mpira unachezwa. Matola yupo. Matola yupo. Afanikiwi. Kama matola yupo hawezi kufanikiwa yule mwalimu, afanikiwi hizo mbwembwe zetu, afanikiwi. Miaka sita dirisha dogo, dirisha kubwa, anaondoka, kwa sababu uwezi kuwa na mwalimu ambaye yeye ana dosari, na akitoka mwalimu yeye anapangwa kikosi, anapanga chake. Hilo ndio kikubwa, nakwambia kabisa, kuwa naye mbovu, mimi mzuri, wanamwamini, angalimpa tu timu unaambia anapiga mazoezi mwepesi nini ya atakuwa kwa nje, ndani anabaki kwa wachezaji. Wana wachezaji ambao huyo mwalimu anaweza kuwafikisha mafanikio, au ndo ambao mpaka sasa tunazungumza kwamba yala moyalam, kwanza uwe na wachezaji. Unaweza kuwa na mwalimu bora, wachezaji wako wabovu, ukaambulia matusi kwa ushabiki wako. Ana quality ya wachezaji na tayari ukiangalia wachezaji wao wa, hata kuna baadhi ya wachezaji ambao wako kule Afkoni ambao wasiopata pata namba, lakini wakirudi kwenye timu itakuwa wao wako fulu na hawajachoka, tofauti na wenu ambao wanatumika sana. Nadhani kila mchezaji anapenda kucheza, kila mchezaji anapenda kucheza. Tumezungumza kwamba huwezi kulikuwa na mchezaji ambaye anapenda kukaa ukaa Mkane umezungumzia, na wengine anapenda kukaa benchi. Mwisho wa siku timu ya taifa, timu taifa, club, club, ninakwambia kwa mfumo ule wa Simba na mwalimu wao yule, watakuja tutakuja wata kuniambia hakuna mwalimu anakwenda kufanikiwa pale kwa ligi ambayo tulikuwa nayo Tanzania, baina wachezaji ambao wale wale muda, wale sisi popote, wale muda na kucheza dabi walikuwa nao sisi. Uongozi umeshaweka malengo yao kba cheka malengo fulu nondo tunakwenda kwenda kulipambania lile kombe, tunalihitaji. Si tulichukua mwaka jana lile? Sisi ndio watetezi, tunakwenda kulitetea kombe letu.